chache baada ya Azam TV kurusha habari ya wazazi na walezi nchini kushauriwa kutowabagua na kuwatelekeza watoto wenye ulemavu kwenye vituo vilivyotengwa na serikali kuwalea na kuwatunza, baadhi ya wakazi wa manispaa ya Shinyanga wamejitokeza kuwasaidia na hata kutenga muda wao kuwatembelea watoto wanaolelewa kwenye vituo vya Buhangija jumuishi. Steven Wang'anyi anaripoti kutoka Shinyanga. Hivi karibuni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Buhangija maalum iliyopo mjini Shinyanga ambayo pia ni kituo cha kulelea watoto wenye ulemavu mchanganyiko, Peter Ajali, alijitokeza mbele ya kamera ya Azam News akilalamikia kitendo cha baadhi ya wazazi kuwatelekeza watoto wao kituoni hapo tangu walipowapeleka mwanzoni mwa mwaka 2008 kutokana na kuzuka kwa wimbi la mauaji ya watu wenye albinism katika mikoa ya Kanda ya Ziwa kwa imani za kishirikina Vivian Zabron na Ruthi Nangai ni askari wa jeshi la polisi kitengo cha dawati la jinsia na watoto na afisa mradi wa ulinzi kwa mtoto kutoka kituo cha msaada wa kisheria manispaa ya Shinyanga Shadia Nurdin wamefika katika kituo hicho cha kulelea watoto wenye ulemavu jumuishi cha Bwangija shule ya msingi na kutoa elimu ya kupinga unyanyasaji wa kijinsia lakini pia kuwalea, kuwapa joto na kutoa zawadi kwa watoto hao waliotelekezwa na wazazi wao kituoni hapo, na hapa wanaeleza. Kwa kweli tunawasihi sana wazazi, maanake hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo tunaisihi jamii wapende, hawa ni watoto kama watoto wengine, na pia wakiwaleta hapa Buhangija wasiwatelekeze, wao wanafika kuja kuwasalimia kwa sababu wanahitaji, wana mahitaji mengi sana. Kwa kweli wito wangu kwa wazazi, huyu ni mtoto mdogo, tangu nimembeba hataki hata kushuka. Kwa hiyo na maana ya kwamba amemisi au amekumbuka joto la mama yake, lakini hajui hajui, mama yake wala hamjui baba yake. Kwa hiyo ni wito wangu kwa wazazi wote waliowaleta watoto hapa, angalau kwa mwezi wao wanakuja kuwatembelea mara mbili au mara tatu. Mmoja wa walimu wasimamizi wa kituo hicho cha Bwangija, Roisi Daudi, na watoto wenye ulemavu wanaolelewa kituoni hapo wamesema wamekuwa wakiathirika kisaikolojia na kijamii kutokana na kutelekezwa na wazazi wao, ambapo wameshukuru wananchi ambao wamekuwa wakijitolea kwenda kuwatembelea na kuwafariji kwa kuwapa zawadi mbalimbali, ikiwemo chakula nguo na vifaa vya michezo vionea mbali na kujifunzia wameweza kuwagawia zawadi mbalimbali mbali, na katika kuwabeba kuna baadhi ya watoto mnaweza kuona kwamba wameweza kuwang'ang'ania wale wageni wetu kama sehemu ya wazazi, wazazi yaani wamejihisi kwamba wako pamoja na wazazi kwa hiyo upendo wanaokosa watoto kwa dawati la jinsia kuja kututembelea hapa watoto wale wamejiona kama wako na wazazi wao. E, baada ya ile taarifa kurushwa na Azam TV, sasa hivi tunashukuru Mungu, maana kuna wazazi pamoja na jamii inazidi kuja kututembelea na hata kuwafariji watoto ambao walikuwa wapweke kutokana na wazazi wao kuto kufika katika kituo hiki. Nikiripoti kutoka kutoka mkoani Shinyanga, Steven Wanganyi wa Azam News.